Zaidi ya safari za ndege 1400 kwenda au kutoka ndani ya Marekani zilifutwa jana Jumamosi, Novemba 8 mwaka 2025, baada ya mashirika ya ndege kuagizwa kupunguza safari za anga kufuatia kufungwa kwa serikali ya nchi hiyo. Hatua hiyo imeathiri maelfu ya wasafiri na kusababisha usumbufu mkubwa katika viwanja vikuu vya ndege nchini humo. Kwa mujibu wa tovuti ya ufuatiliaji wa safari za anga, FlightAware karibu safari za ndege elfu sita pia ziliahirishwa jumamosi baada ya zaidi ya safari elfu saba kuahirishwa siku ya jumaa hali hiyo imesababisha misururu mirefu ya abiria kuchelewesha ratiba za safari katika maeneo mengi ya marekani mamlaka ya usafiri wa anga ilitangaza mapema wiki hii kwamba itapunguza shughuli za safari za anga kwa hadi asilimia kumi katika viwanja arobaini vya ndege vyenye shughuli nyingi zaidi nchini humo. Uamuzi huo umechukuliwa kutokana na uchovu unaowakabili wadhibiti wa safari za anga ambao wamekuwa wakifanya kazi bila malipo tangu kufungwa kwa serikali Oktoba mosi mwaka huu. Taarifa kutoka FAA zinaeleza kuwa idadi ndogo ya watumishi walio kazini imeathiri uwezo wa mamlaka hiyo kusimamia kwa ufanisi trafiki ya anga jambo linalolazimu mashirika ndege kupunguza idadi ya safari ili kuhakikisha usalama wa abiria. Wakati huo huo wa Republican na wa Democratic bado hawajakubaliana na njia ya kumaliza mkwamo uliosababisha kufungwa kwa serikali. Mazungumzo katika bunge yameendelea bila mafanikio makubwa huko, kila upande ukilaumu upande mwingine kwa kuchelewesha suluhisho. Kufungwa kwa serikali kwa muda mrefu kunaendelea kuathiri sekta mbalimbali mbali nchini Marekani, ikiwemo usafiri wa anga, huduma za umma na uchumi kwa ujumla. Mashirika ndege ya ndege yameonya kuwa iwapo hali hiyo itaendelea, huenda usafiri wa anga ukakumbwa na usumbufu mkubwa zaidi katika siku zijazo.